Mjomba, mjomba, naongea na wewe mjomba. Mjomba, tumia akili mjomba, katika maisha mjomba, anza kujipenda wewe, jipende wewe. Wewe ndo namba moja, wewe ndo namba mbili wewe ndo namba tatu. Jipende wewe mwenyewe, ishi pazuri, kula vizuri, lala vizuri, vaa vizuri, jipende, kuwa smart. Alafu mjomba, ukiwa smart, ukijipenda basi kuna vitu vingine vyote vitakwenda smoothly, vitakwenda rahisi, vitakuwa easy. Labda nikuongezee kitu kidogo ambacho nimekigundua Tanzania: jitahidi ujue lugha Kiingereza, sawa mjomba, jua na Kiingereza kidogo. Sometimes hata Kiswahili chako unachanganya changanya kidogo kwenye maongezi yako na watu wakubwa wale kwamba uh, we are running out of time kwa hiyo inabidi tujitahidi ili tufikie tuende na muda muda umekwisha bajeti iko pale tuifanyie kazi we have to, go, we have to re reflect the budget kwa hiyo kuna maneno ambayo ukiyaongea yatakupa value yako itapanda na you are smart then unajikuta you are promoted, unakuwa unakuwa unakuwa siku hadi siku. Endelea kusikiliza uh, video zangu zina mafundisho mazuri sana. Subscribe, follow me, you will learn a lot a lot of stuff. I'm sure 100%. Nina uzoefu wa vitu vingi sana, kila siku nasema, nina uzoefu wa mtaani wa makazini, maofisini, wa uni, nimeishi nao, kila maisha mimi nimeishi. Asante sana, ubarikiwe katika kazi ya mikono yako. Ubarikiwe wewe unawesikiliza video hii, Mungu akubariki. Asante.